Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Tukiruhusu watu wafanye fujo, ndoto zetu zote zitakuwa zimezimika, kuzifufua itatuchukua muda mrefu sana. Tumeamua kwa umoja wetu kwamba sisi tutakwenda kupiga kura, basi dhamira hiyo tuisimamie ili tuifanikishe. Jambo hilo ndio litakalofanya wale wengine ambao wameendelea kwa siri, kwa mahala ambapo hatupajui, hawataki kupiga kura na wanajaribu kushawishi, pamoja na kuonya na kutisha, washindwe. Tusimame katika ile hali ya ushawishi, kuwaomba watu wetu au kuwashawishi kwamba watoke wakapige kura, na baada ya kupiga kura warudi nyumbani jema ni upi? Kwa hiyo tusimame katika lile jema. Kuna mambo mengine huwa tunayaangalia, unaamua kusimama upande wa Mungu, ili kwamba amani ya Kristo endelee kutawala. Tutoke tusikilize, tutoke tukapige kula, na ni haki yetu ya kimsingi. Na sisi kama viongozi, na tunahimiza sana hili kwamba tulifanye katika taifa letu ili taifa letu liwe salama. Sisi tumeelekeza waumini wetu wakae na familia zao, tarehe ishirini na tisa ni siku ya kwenda kupiga kura, kila mtu akae na fami, kikao cha familia kikae hivyo. tumeelekeza hivyo, tumeelekeza hivyo, wala sio siri, tuwaagize watu wetu wajitokeze kwa wingi siku ya kwenda kupiga kura. Nimesharudia wasikilize maagizo na maelekezo ya polisi tukishapiga kura tunawaeleza warudi nyumbani. Eh, katika vyumba vya kuhesabu kura kuna mawakala wa kila chama. Nchi hii ikiwa salama kanisa liko salama Mina. Nchi hii ikiwa salama, waumini ambao wanawaongoza watakuja na sadaka, watafanya biashara Tanzania. Watu wako ni wema sana, lakini wale ambao wanakimbizwa na walowezi, Tanzania unawapokea ndio kazi ambayo kanisa linafanya, wale wasio kwao, wale wenye mashaka, wale waliopigwa na hofu miongoni mwetu na miongoni mwa majirani zetu. Tanzania imekuwa nchi ya kuwapokea. Kuna baraka katika kupokea wageni ambao hawana mahali pa kukimbilia. Taifa hili ni letu sote, tusiangaliane kwa makabila yetu, tusiangaliane kwa dini zetu, tuangaliane kwa haki kutenda haki. Kiongozi yoyote wa dini yoyote, wa kabila lolote akiingia madarakani, sisi wengine tumunge mkono, lakini tuzingatie haki za wananchi na kuzingatia na kufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.